Na mimi ni mjinga kiasi gani? Kwa mfano ningekutana na watu wenye asira kali, labda wangenipiga wangeniua, ningekuwa kwa sababu gani da. Mdada mlembo vile anatembea na ili lipochi, eti lina pete tu ndani. Sasa pete ya kazi gani? Wengine wanakwaza, lakini sasa pete hii pete ya nini? Nashindwa kuweka hela oti, tunahangaika tuna na minyana, napata tabu, napola begi, napola pochi, unapeta. Sasa hii ni nini? ha. Umefika muda mrefu hapana? Ndo nimeingia hapa sasa hivi, lakini nimekuta kwenye hali ambayo sikuelewi kabisa. Mtu unatweta, una sweat namna hiyo. Palikuwa na bonge la ah, yani, nyoka pale. Huwezi amini, ameniogopesha mno. Sasa nyoka huyo mbona vile hapa simuoni? Yuko hapo nyoka, mpenzi wangu Jaribu kuwa mwelewa. Siwezi kukudanganya. Palikuwa na nyoka mkubwa hapo. Light kama ungekuwa umefika mapema, ungejionea mwenyewe. Yaani unakaa hapo, unatweta una sweat, eti kiseti nyoka nyoka, nyoka mwenyewe mimi hapa simuoni. Uko wapi basi na mimi nataka nimuone. Wewe umeshaanza kuchanganyikiwa eh? Sasa unachanganyikiwa na nini sasa? Mimi nakuelekeza palikuwa na nyoka, naambia nachanganyikiwa. Kipi kilichokunichanganya sasa? Kwa mimi sina akili nzuri au? Palikuwa na nyoka hapo. Umeshaanza kuvurugwa, unataka kuniambia kwamba huyo nyoka ndo kaja na u mkoba? wangu, hebu achana na hizo mada kwa sababu yani hapa nilipo mwenyewe nimechanganyikiwa mno. Yani leo unaona mauzauza tu. Kwa sasa hivi Doli, unataka nikupende kwa namna gani hmm? ni kuonyesha upendo wa namna gani? mradi ujue kweli kuwa Zawadi ananipenda, napambana na familia yangu na na, unajua kabisa changamoto ninazozipitia na unajua kabisa hawakuhitaji hata kidogo, lakini unashindwa kuwa mtu wa kunipa faraja mimi. Leo hii unakuja kunizuga eti mkoba sinyoka hivi, Duli kweli wewe, wewe kunifanyia mimi hivi? Zawadi, mimi nilichokuambia ndio sahihi unaona ba. Mimi huo mkoba sielewi hapo umefika vipi, pengine labda ni watoto walivyokuwa wanacheza eh, wameutupa hapo. Kwani tunashindwa kuaminiana? Shida ni nini mama ni kwa sababu umesha kipata ulichokuwa unakitaka. Umetoka kufanya uzinzi wako uasharati wako, sasa umekosa cha kunidanganyia unakuja kunizushia maswala ya nyoka. Mpenzi wangu, heu, basi naomba unielewe eh? Mi nachokwambia ni kwamba huo mkoba mi sijauleta hapo, alafu mi nakupenda wewe peke yako, naomba nielewe. Kwa nini, kwa nini unataka tugombane tuumizane tu, tu, tu, vichwa kwa ajili ya jambo dogo tu. Hebu kuwa mwelewa mama. Unajua jinsi gani moyo wangu unakupenda. Achana na hizo mada, yaani sielewi hata nikupende vipi mpaka uamini kuwa mimi kweli nakupenda, lakini wewe upendo wako kwangu unageuka kuwa fimbo ya kunichapia mimi, si ndio? Zawadi, hebu acha tusifike mbali cha msingi naomba nielewe, kama utaniamini niamini, ila kama utoniamini, ni wewe tuna maamuzi yako, ila jua mimi nakupenda, na sitarajii kuwa na mpenzi mwingine tofauti na wewe, kwa sababu unaishi sana kwenye moyo wangu. Zawadi kipenzi, eh sana unafanya nini? ah. Ah. Niharibia mambo yangu kabisa, mwenye naiba maskini ya Mungu eh, nisaidiane na mpenzi wangu mambo yaende, lakini nimeshaongeza vipengele tayari. Una kama pete tu kama pete zingine hii. Asante sana kwa msaada wako. <laughs> Umefanya jambo muhimu sana kumleta katika imaya yako. <laughs> Ninachokuamuru, pete hiyo usiivue. Itakusaidia, Inaenee chochote unachokitaka itakufanyia. Kamwe usiivue. Mimi sionekani, huwezi kuniona. Cha msingi fanya nilichokuamuru. <laughs> Wewe ni nani na unahitaji nini? Uko wapi? Mbona sikuoni eh? Jitokeze basi hata nikuone. Mimi sionekani na kamwe hutakuja kuniona muda ukifika, kwa sababu maalum utaniona. Haiwezekani! kama tatizo ni kuipa pochi yako, naomba unje uichukue, eh? Mimi sijaifanyia kitu chochote. uko wapi? jitokeze tafadhali, jitokeze. sitaki matatizo jamani, chukua pete yako, sita kitabu na mtu. mimi maskini ya Mungu eh? Chukue jamani eh? Naomba niachie maisha yangu eh? Kwanza ipete yenyewe mi sihitaji, tafadhali, naomba niachie maisha yangu. Na hii kwanza sihitaji na naivua

Nimevulugwa, nimechanganyikiwa udugu wangu. Nimemfumania na mkoba nyumbani kwake. Mkoba kivipi? Nilikuaje mpaka mfumania na mkoba? Kipepeo, sio rahisi kama unavyofikiria hata kama ni wewe hapo. Jaribu kuvaa viatu vyangu. Unaenda nyumbani kwa mchumba wako alafu ukute kitu cha kike, unapozidi kumuuliza vizuri anaanza kukuzugishia maswala ya nyoka lakini Zaadi ana shemeji yangu ni mpole yaani, mkaka fulani anaonekana na mambo mengi, jamani, eti ni mpole. Kipepeo, mwonekano wa sura sio usafi wa nafsi. <coughs> Zaadi, kitu muhimu hapo ni kukaa chini ukafikiria, ukampa muda pia, usichukue uamuzi kwa haraka. Alikuwa na mwanamke wake, lakini sasa wametibuana wamevurugana, yule mwanamke pale kadondosha ule mkoba, na yeye sasa ndo katumia ile kama ndo fimbo ya kunichapia mimi, akaanza kunizungishia maswala ya ya maswala ya nini nani kajifanya kavurugwa, yani sijui hata nisemeje. Udugu wangu, kitu sahihi, fuata ninachokwambia mimi. Kaa chini, fikiria. Msikilize yule alichokuwa anakisema kitu gani? Yani hebu kuwa kwanza yani usiamini. Sio juu yani usiamini kitu kwa haraka haraka, anaweza kuwa anakisema kile ni kweli

Kuja kwenye kile kifungo. Na shukrani yangu kwako. Chochote kile utakachokitaka nitakusaidia. Mimi sihitaji chochote kikubwa, ninachohitaji kwako, uondoke tu kwenye maisha yangu. Niache na maisha yangu. Sihitaji chochote kutoka kwako. Karibu. Unaenda wapi Duli? Aa, nilikuwa naelekea mjini kwenda kumuona Sonara. Mjini kwa Sonara. Wewe na mjini tangu lini? Maana shughuli zako zote ni kilimo, au kama sio kilimo upate dei waka, ndo jiingizie hivyo vijisenti, na umesema kwamba unaenda kwa Sonara. Unataka kwenda kutengeneza kitu gani chenye thamani, au unataka kutengeneza pete ya thamani uje kunivisha mpenzi wako? Eh? au umekuwa mchimbaji wa madini, na mimi mpenzi wako sijui chochote? Uh, unajua nini mpenzi wangu, kule mjini na jamaangu mmoja anajishughulisha na mambo ya usonara. Kwao nilikuwa nimeenda kidogo, akanipa darasa. Hizi shughuli za shamba hizi zinanizeesha. Wakati mwingine hata sikui, maskini ya Mungu. Ndio nimefikiria kidogo, ili kuweza kubadilisha aina ya kazi ninayofanya <laughs> yani katika siku umeongea jambo la msingi sana mpenzi wangu ni leo Unajua, sifa ya mwanaume si kung'ang'ania jambo moja, ili hali kwamba hauoni matokeo chanya. Unatakiwa utafute mbinu au solution ya kufanya jambo ambalo litakuwa bora kuliko lile la mwanzo, kwa hiyo maamuzi uliyochukua ni sahihi sana. <laughs> <laughs> nakupenda sana. <laughs> Usoka kwako, ukatulia kila siku kuguna njia shoga. <laughs> hapa nilipo nimevurugwa, sielewi moja, sielewi mbili. Huu mguu unavyoniona hapa, nimetoka kwa mjumbe ka kipepeo. Wewe wewe na mjumbe wapi na wapi? Wakati huyo mwenyekiti mwenyewe tu wewe unamuogopa, au kwa mjumbe kimejili kitu gani tena? Udugu kwa kilichonikuta kwa mjumbe lazima hata kama ingekuwa wewe shoga, hapa <laughs> Nje unavyoiona ishoga, uchocholo huu na pita zangu hapa ikakusa na kibaka kanu kwa, kwa pochi. Na unavyonijua mimi mwenzio mtu aekaeka. Mtu wa vitu vyangu. Nipo kule kesho, nipo huko. Shoga, ile pochi tukaenda kwa mso cha nida Champiga kula hela za vikoba. Sio, unanielewa? <kola> Hasa niliko nakwambiaje? Vikoba, watu wa vikoba hawanielewi. Naongea hawa nitizami, wanachotaka ni pesa zao. Hebu niambie udugu wangu kwa mjumbe nisifike mimi nani? Kwanza nikupe pole, lakini wewe naye kilanga wewe, njia hii ndio umepita ukakabwa pochi era za vikoba, lakini bado ukomi unaanza tena kujipitisha tena. Kwa hiyo wewe nia yako wa kupole na hiyo simu, mradi tu tusikupate hewani bwana. Wewe njia ni njia tu, ajali atakitokea watu hupita tu, tunaelewa hawa komi. Alafu jamani, mimi hapa, Mungu ananisikia maombi yangu shoga. Yaani kwanza ile kaka akiwa nakula jingate, akiwa anatembea ajiku kwa akiwa yeah, ni na demu kule, kama mwanamke wake basi mwanamke amkatali. Yani, aliponikomoa mimi basi kule, yani azidi kufukana, kama ni maskini basi ndo azidi kuwa maskini kabisa. Hapana, kanivuruga ka mimi, kajua kuniharibia maisha yangu <laughs> ama kweli leo, mwizi wee kakuweza wee, wakuongea maneno kama hayo, wa kumwombea mwizi dua mbaya pona. <laughs> <Bola>, udugu wangu, <laughs> sisana uchokesha kitu gani kama sio unafiki? basi aishe, maana mimi hayo si so hatali unifanya mpaka nikusimamishie hapa. Mimi nilikuwa naenda zangu huko kwa, kwa mchumba wangu mama, kwa shemeji yako shem. Kama shem Duli hakuna mwingine kama yeye. Yeye ndio wa kwanza na yeye ndio wa mwisho. Kwa hili, ndugu wangu, tutaonana Nataka kujua ukweli, nini kinaendelea kuhusiana na ule mkoba, na nani muhusika haswa ule mkoba <coughs> Zawadi mpenzi wangu, nilisha kuambia na narudia kukuambia tena, mimi sihusiki kwa chochote juu ya ule mkoba. Na alafu mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako, ninayekupenda ni wewe tu na sijui kwa nini hujamini, shida ni nini? Mama angu, Duli bado haujajibu swali langu. Mimi nataka kujua ukweli kuhusiana na ule mkoba. Yaani wewe kuna kitu unachonificha ni, <coughs> ni stori ndefu sana. Hiyo stori yako ulianza kuiandika tangia hapo kwenye tumbo la mamako eh? Au ni kalne ngapi zimepita tangia ulivyoanza kuiandika hiyo stori yako? Na ni kulasa ngapi ulizoziandika kwenye hiyo stori yako mpaka mimi leo hii nishindwe kuzisoma. Duli. Usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Mimi najielewa na nina akili zangu timamu. Nataka kujua ukweli, nani mhusika wa ule mkoba. Anyway, haina haja ya kufaniki mi, nitakwambia kila kitu, ila please, baada ya kufahamu ukweli, naomba usiniache, kwa sababu nakupenda sana, mpenzi wangu mm.